Uchunguzi waanza ajali ya helikopta iliyoua watano Kilimanjaro. Lakini Muhimbili kupasua kwa utumbo baada ya kujifungua kunatibika au ni Muhimbili wasema kupasuka kwa utumbo baada ya kujifungua kunatibika. Lakini Krismasi yatoa mwanga. Hiyo ni habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe, inasema Krismasi yatoa mwanga haki na amani matumizi ya ulimi vya tawala. Ujumbe wa maaskofu, chuki, migogoro na ubinafsi vya kemewa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la nipashe kwenye kurasa wa mbele, inaitwa ujumbe wa krismasi yatoa mwanga e. Lakini ukuta wa kanisa waanguka waua wa nne wanne na kujeruhi kumi na nane. Ukuta wa kanisa waanguka waua wa nne wanne na kujeruhi kumi na nane Yuni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi lenye habari kubwa kurasa za mbele na sana habari inayosema TCAA yachunguza chopa iliyouua watu watano Kilimanjaro. Lakini mahakama Bakwata si chombo cha Waislamu wote. Yuni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi inasema mahakama Bakwata si chombo cha Waislamu wote lakini ukuta waanguka wa uo waumini wanne kanisani. Ukuta waanguka wa uo waumini wanne kanisani. Lakini ni maadili na maridhiano e, ni maadili na maridhiano. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo lenyewe asubuhi ya leo linaanza na habari e, inayosema uchunguzi waanza helikopta iliyoua watano Kilimanjaro. Uchunguzi waanza helikopta iliyoua watano Kilimanjaro. Lakini miradi mikubwa minne ya maji kutekelezwa siku mia moja za Samia, miradi mikubwa ya maji kutekelezwa e, siku mia moja za Samia. Lakini serikali ya dhibiti dawa zenye ku, za kulevya zisitumike e, kiholela. Serikali ya dhibiti dawa zenye kilevya Uh, zisitumike kiholela. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo ni amani usuluhishi watawala Christmas, amani usuluhishi watawala Christmas. Lakini Mwigulu ataka elimu mshikamano wa taifa, huyu ni waziri mkuu Mwigulu Nchemba ataka mshikamano wa wa taifa. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam lakini habari kubwa ni amani usuluhishi e, watawala Krismasi. Hiyo e, ni habari kubwa kabisa e, kwenye gazeti lako la habari leo. Lakini tukiacha na gazeti lako la habari leo tuangazie e, kwenye gazeti lako la Zanzibar leo nalo, habari inasema viongozi wa dini hubirini amani. Huyo ni Dr Mwigulu, anasema viongozi wa dini hubirini amani. Lakini misa za Krismasi za beba ujumbe wa amani e, misa za Krismasi zabeba ujumbe wa amani. Lakini wahitimu wa jasiriamali wa jasiriamali wasisitizwa kutumia vyema mafunzo. Eh, kuna barani wasema wa wa eh, watu watano wafariki ajali ya, ya helikopta Kilimanjaro. Eh, watu watano wafariki ajali ya, ya helikopta Kilimanjaro. Lakini papa leo ahimiza amani katika misa ya Krismasi. Papa leo ahimiza amani katika misa ya Christmas. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo. Ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa Kinam. Lakini kwa chana gazeti lako la Zanzibar leo, tuangazie gazeti lako la Uhuru. Lenye ninaanza na habari inayosema eh, Rais Samia atuma ujumbe wa amani eh, kuelekea Christmas eh, sherehe za sikukuu ya Christmas, Rais Samia atuma ujumbe wa amani. Lakini helikopta ya eh, mbili waliofariki ajali ya helikopta yatambuliwa miili waliofariki ajali ya helikopta yatambuliwa. Mambo makubwa yaliyogusa maisha e, ya Watanzania 2025. Na lakini jela miaka 25 kwa kusafirisha dawa za kulevya, mtu mmoja aingia jela miaka 25 kwa kusafirisha dawa za kulevya. Lakini Mwigulu asisitiza ushirikiano wa viongozi wa dini na serikali, Mwigulu asisitiza ushirikiano wa viongozi wa dini na serikali. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, linaandika Dkt Mwigulu awaangukia viongozi wa dini. Huyo ni Dkt Mwigulu awaangukia viongozi wa dini. Lakini mtu mmoja baroni eh, kwa kumkata vidole vitatu mwanafunzi E, mbaruni kwa kumkata vidole vitatu mwanafunzi ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la kula Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Tuachane sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania e, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani. Kwenye michezo na burudani tunaanza na gazeti lako la kula Taifa Tanzania ambao linaanza na habari inayosema Mwakinyo kuzipiga na Nigeria leo. Mwakinyo kuzipiga na Nigeria leo. Lakini Simba yalazimika kurejea tena kwa Constantino Malimi. E, Simba yalazimika kurejea tena kwa Constantino Malimi yuni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Sfar Rabat e, kuwakabili Yanga bila mashabiki. E, Sfar Rabat kuwakabili Yanga bila mashabiki ni baada ya kufungiwa kuingiza mashabiki kutokana na vurugu zilizotokea kwenye mechi kadhaa eh, zilizofanywa na mashabiki wao. Lakini habari ni Esfar Rabati kuwakabili Yanga bila mashabiki. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo kwenye michezo ninaandika Dr Mwinyi, e, michezo ni nyenzo ya kuwaunganisha watu. Huyo ni Dr Mwinyi asema michezo ni nyenzo ya kuwaunganisha watu. Lakini Dr Riziki Pembe alitaka Suza kushirikiana na jamii michezoni. Dr Riziki Pembe alitaka Suza kushirikiana na jamii michezoni. Hiyo ni habari kabisa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa michezo, lakini kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye michezo inaandika Simba Yanga zatangaza vita Kombe la Mapinduzi. E, Simba Yanga zatangaza vita Kombe la Mapinduzi lakini Mwekinyo kufanya maajabu kwa Eribo. E, Mwekinyo kufanya maajabu kwa Eribo. Dialo aibeba Ivory Coast. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kuna Uhuru ya. Lakini kuna habari inayosema Kameruni yaanza kwa kishindo. Kameruni yaanza kwa kishindo. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Uhuru kwenye kurasa ya za michezo. Lakini tukiachana gazeti lako la Uhuru kwenye michezo, tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo lenye kundi michezo linaandika wachezaji Taifa Stars matumaini kibao. E, wachezaji Taifa Stars matumaini kibao. Lakini mpira wa wavu wapata viongozi. Mwakinyo watamba kumpiga Eribo. Lakini mwenye michezo ni umoja na ushirikiano wa kimataifa. Hilo ni gazeti lako la habari. E, leo kwenye kurasa za michezo pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la mwanaspoti lenye kundi michezo linaandika Mzizi ashtua Yanga. Mtaalamu anika faili zima ampa maujanja e, kocha Pedro. Lakini Simba haitani, e, Simba haitani yaanza hesabu mapema. Lakini Tegete baada ya e, miaka ishirini mwamba atundika daruga. Lakini Dube Diara mzigoni tena e, Fontana e, Mondi kuna siri nzito. Lakini habari kubwa ni Mzizi ashtua Yanga. Mtaalamu anika faili zima ampa maujanja kocha Pedro. Lakini kimataifa Bruno Maino hali ni tete. E, kimataifa ni Bruno na Maino hali ni tete. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Nipashe mwanga jamii kwenye michezo linaandika wachezaji Taifa Stars sasa waitolea macho Uganda. Wasema wakishinda, njia nyeupe robo finali. Lakini Simba yamtaka kipa Mtibwa. Yanga yaingia chimbo. E, Simba ya mtaka kipa Mtibwa, Yanga yaingia chimbo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo, pata na kale yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo ndio la tufunge usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata na kale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwa herini, asubuhi jema.